Kwa majina naitwa Irene Jackson, natokea mtaa wa Majengo C, mtaa wa barabara ya karibu na namean yani, kanisani. Tuna changamoto moja ambayo kuna maeneo wanataka kujenga sheli mashine ya saa tatu hapa tumezibiwa barabara ambayo hatuwezi kupita, hatuwezi kwenda sehemu yoyote ambalo tunataka tuzungumze sisi wananchi wa eneo hili ni kwamba sisi tunahitaji pande mbili zote zikae wakubaliane namna ya sisi kupita, kwa sababu hatuna sehemu ya kupita kutoka nje, watoto kwenda shule, kufanya matumizi ya nyumbani, hatuna mahali popote pa kupita. Changamoto ni kubwa, ambayo inasababisha watu tusifanye makazi yetu, tusiingize kipato eh, inatuletea changamoto kubwa ambayo hatuwezi kwenda sehemu yoyote ile, watoto wetu watu wawezi kwenda shule, jamii haiwezi kutoka eh? ni nyumba gani ambayo tunaishi, mpaka mipaka imeshazibwa yote yote, eh? wamiliki wa maeneo haya maeneo, wamiliki wa maeneo haya waweze kutufungulia njia ili tuweze kupita. Mwanzoni tulikuwa tunapita hapa hapa na mda wote, barabara zilikuwepo za mitaa, lakini kwa sasa hivi hatuna, sasa hivi hatuna kwa sababu pameshazibwa tunashirika kwa mfano hatuwezi kutoka nje, hatuwezi kwenda sehemu yoyote na ipo njia moja hiyo hiyo, na hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo moja yaliyoziba. Ombi langu ni hili hapa, tulikuwa tunaomba wamiliki wa majengo haya ambao wanataka kufanya huu ujenzi, watuachie barabara, watuachie njia. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa majina naitwa Baraka Reno Sisikazwe, mkazi wa majengo. Tuko hapa tute, kutolea taarifa au kuomba msaada juu ya tukio ambalo limetukuta juu ya kuzibwa kwa njia ambayo ya kuingia ndani na kutokea ndani. Njia ambayo tulikuwa tunaipita kila wakati imezibwa sasa. Sisi kama wananchi tunashindwa kuelewa, tutakuwa tunaruka juu ya bati ili kwenda kwenye makazi yetu au tutakuwa tunaingia vipi? Kwa hiyo tunaomba serikali yetu sikivu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wetu wa wilaya ya Momba, chini ya mku, chini ya mkurugenzi wetu, msimamizi mkuu wa halmashauri ya mji wa Tunduma aongee na viongozi wa, wa mipango miji waje waangalie mazingira ni na namna gani ambayo wananchi wetu wananchi wao wanateseka. Tuko hapa majengo majengo si, njia imezibwa, hatujui tunatokaje, hatujui tunaingiaje. Kama mnavyoona, mpaka saa hizi hatujaenda hatuji, hatuji, makazini ni kwa sababu hatuna sehemu za kupita. Ni kitu ambacho sio cha kuungana, kwa sababu njia ambayo ilikuwa inatumika muda wote miaka yote ndio inayozibwa sasa maendeleo tunayataka ndiyo ndani ya mji wa Tunduma, lakini maendeleo kama yanakuja kwa nia ya kutumiza, basi sidhani kama inaweza kuwa sawa. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu sikivu ije itusikilize na ijue ni namna gani tunasaidika katika changamoto hii tuliyonayo ya kuzibiwa njia. Kilichogundulika ni kwamba upande mmoja, wakati wanajenga walimaliza eneo lote la ujenzi, na ndio maana ikabakia njia sehemu moja. Sasa njia sehemu moja hiyo hiyo iliyokuwa imebakia, ndio tumeambiwa sasa. Kuanzia kesho hamna barabara. Sasa swali langu ni kwamba endapo wakaziba hiyo barabara, sisi kama wananchi tunapita wapi? Kwa jina naitwa Kalimu Haji Hussein Mkambila. Sisi ni wapangaji. Tumegoa tunapita kila siku ya Mungu ambayo imezibwa. Mpaka sasa hivi njia hamna. Tena makazini, sisi tupo majumbani mwetu, tupo kwa Jumapili siku ya weekend lakini hatuna njia kupitia. Hata kesho siku ya ambayo siku ya kazi tutaweza kupitia wapi? Sababu njia tunapitia kila siku imezibwa kure kwa nyumba ambazo zina mipaka hapa na hapa, ambapo katikati kuna njia ambayo hivyo hivyo, bomoa ukuta leo, bomoa kule ndani ukaangukia mpaka njiani, afu akaziba bati, ambapo tusipite kabisa. kwa tunaomba tu sisi tufungulie njia ya kupita, ndio ombi langu mimi tu. Basi, sawa. Kwa majina naitwa Razaki Adam Denge, ni mkazi wa Majengo C. Kweli tuna changamoto hapa kwa sababu wamezima barabara, hatuna sehemu ya kupita. Umeona, sababu hapa kuna watoto wanahitaji kwenda shuleni sehemu ya kupita imekuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo, omba, sehemu, kwa hiyo tunaomba hao wenye sehemu kwamba waweze kujadili sehemu ya kupita. Hatuna sehemu ya kupita hapa, wala kutoka wala kuingia, kwa hiyo ni changamoto hiyo ambayo tumekutana nayo. Kwa hiyo tunaomba watutengenezee, tuna sehemu ya kupita ili tupate u, nani shughuli zingine ziendelee. Kwa hiyo hilo ndio ombi letu sisi, tupate njia, changamoto iliyopo ni njia. Ah, sisi kama wapangaji hatujaongea naye sijajua wenyewe wao wenye nyumba kama wamejaribu kuongea naye, lakini sisi tu tumekuta sehemu imebomolewa, hakuna njia. Kwa hiyo tunapata changamoto, hatujui tuanzie wapi, kwa sababu ndio kama hivyo barabara hamna, yaani changamoto hiyo eh. Majina yangu naitwa Hassan Gaza, ni mkazi wa ile eneo. Changamoto kubwa iliyopo hapa kwenye jengo hili ni njia, eneo ya nyumba. Katika nyumba hii kuna ujenzi ambao unaendelea hapo, lakini sasa hivi ukiingia kwenye hii nyumba namna utokaji na kwa ni changamoto sana, namna utokaji na, na, namna ya ungiaji pia kutokana na ujenzi ambao unaendelea hapo. Kwa namna moja au nyingine, nilikuwa naomba serikali ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan ikija katika eneo hili na kuangalia ujenzi hapo unapoendelea na kuangalia pia sisi tunaishi katika makazi haya tunapateje huduma ya barabara haiza ya kutoka au ya kuingia. Asante sana ndugu waandishi wa habari, karibuni. Huu mtaa unaitwa mtaa wa Majengo, Kata ya Majengo. Kwa majina yangu mimi naitwa Paulo Piusi, ndiye mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa Majengo, si kata ya Majengo. Nafikiri usimamizi wa ujenzi wa wananchi katika eneo langu, kipindi tunapata taarifa za mtu kutaka kufanya kuboresha eneo lake au ujenzi katika eneo lake huwa tunawashauri wafikie kwenye ofisi za mipango miji, maji na, wa na amiku, meji, ramani ili waweze kupata vibali, ambayo mji wetu ni mji wa unaoendelea, na tunawashauri wananchi wajenge majengo ambayo yako kwenye mpangilio wa kupitia serikali yetu ya halmashauri ya mji miwakukipindi tunaopata malalamiko huwa tunawaita ofisi zetu na kusikiliza Nyuma eh, ya ya yako kuna ujenzi wa sheli unaendelea nyuma yako kuna ujenzi wa sheli unaendelea ambapo inasemekana sheli hiyo inazi, inaziba baadhi ya njia pengine, eh, kwa ushauri wenu kama serikali ya mtaa, kuna jambo lolote ambalo mmeweza kushauri kuhusiana na ujenzi unaoendelea mahali hapa?

muita afisa mtendaji wa mtaa afike sehemu hiyo, lakini kwa taarifa nilizo nazo, alifika eneo na akaonana anayelalamikia eneo pia mlalamikaji katika eneo hilo anasikia. Kwa taarifa nilizo nazo, alipiga simu katika ofisi ya mipango miji nikaidi kufika eneo hilo.